inaposemekana tangu jana alikwepo, anatafutwa yunti niliposikia mie, lakini kwam kwa upama kwa watu wanavyozungumza tangu jana saa 5 ya asubuhi niliposikia Kwayo, tunabuja, hapa, Kwayo, kwa hiyo sote ndio tumekuja hapa likopo tunashuhudia kinachoendelea. Kwa hiyo kwa kifupi, nilipoishia kufahamu mie ndio hapo takutwa na umauti kwenye gari. Baada ya pale, basi ndo tukajazana na watu wote hapa tukashangaa. Mara kidogo, askari wakatuambia bana, ondokeni hapa kidogo, tuna kazi na eneo. Tukasogea pembeni, mara kidogo kukaja gari ya ya dokta, tukawaona hapa wanatoa vifaa vyao, wakaingia huko kwenye gari wakamkagua. Um, mara kidogo gari ya polisi ile inakuja yenye machela kumbebea maiti. Akidogo ndo akachukuliwa akaenda Mnazi Mmoja.